Jukwaa la haki na usalama ni, jukwaa ni muunganiko wa asasi mbalimbali mbali ambazo zinalenga kuboresha au kushawishi maboresho katika mfumo wa haki jinai. Uh, labda tukiongelea mfumo wa haki jinai ni, ni, ni, ni, ni haki ya msingi ya mtuhumiwa kuanzia anapokamatwa mpaka anapofikishwa mahakamani na hatimaye labda kuachiliwa au kufungwa na hivyo kupelekwa magereza. Kwa hiyo wahusika wote hawa wanaohusika hapa katikati, ndio huo tunauita ni mfumo wa haki jinai. Sasa leo tuko hapa, Tume ya Haki za Binadamu, kwa lengo moja kubwa: kuzindua kitabu chetu cha kwanza ambacho kinaangazia au kuzungumzia uh, uhusiano kati ya serikali kuu na jeshi la polisi. Kwenye kitabu hiki tumeshauri kwamba serikali kuu ibaki kuwa mtunga sera na kanuni na sheria na hata, na hata miongozo mbalimbali, mbali na kuweka viwango, lakini anakamatwa nani, anakamatwa muda gani, anakamatwa kwa jinsi gani, anachunguzwa nani, upelelezi unafanyika vipi, hivyo ni vitu vya msingi vikaachwa kwa watu wenye uweledi wa ambao ni polisi wenyewe. Serikali kuu isiwaingilie. Hatusemi kwamba serikali kuu inawaingilia, lakini kunatokea hapa na pale, mkua, mkua, na pale unasikia mkuu wa mkoa anaamrisha nenda kakamate fulani, waziri anaamrisha nenda kakamate fulani. Ile kimsingi alipaswa awe ni IGP na polisi ndio wanatoa maagizo kama yale. Kuwaingilia kufanya vitu kama vile inaweza isiwe sawa sana, kwa sababu labda wanaendelea na uchunguzi. Kwa hiyo umeshatoa tamko kama lile, linaweza likawa linaleta shida kidogo kwenye kazi ya polisi.